Serikali ya Tanzania inayoongozwa na kiongozi mkuu wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan imesema inafuatilia kwa karibu na undani taarifa nzito iliyotolewa na CNN. Taarifa hiyo ya CNN imethibitisha kufanya uchunguzi wa kina kupitia satelaiti na kugundua matukio ya uvunjifu mkubwa wa amani yaliyotokea siku ya uchaguzi, yaani Oktoba 29 na siku zilizoendelea ikithibitisha ya kwamba kwa kutumia satelaiti yalotokea mauaji makubwa, ikiwemo mwanamke mjamzito kupigwa risasi kwa nyuma, lakini vilevile vile imethibitisha vyumba vya kuhifadhia maiti kujaa rundo la miili, lakini pia imethibitisha kuonyesha mahali ndani ya Dar es Salaam ambapo inadai baadhi ya miili imefukiwa hapo. CNN pia imesema kuna wasiwasi wa mamlaka kuhamisha

ili kuficha ushahidi. Kabla sijaingia ndani ya taarifa hiyo, ni kusi hakikisha ume subscribe ili usionapitwa na taarifa nzito kama hizi, bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Sasa kufuatia hilo, serikali ya Rais Samia Suluhu kupitia msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa imetoa taarifa kwa umma inayosomeka: taarifa kwa umma. Serikali inafuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo kwenye makala hiyo, na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Kwa wewe ambayo hujaiona taarifa hiyo ya CNN kinachoaminika ni chombo namba moja kikubwa cha habari duniani toka Marekani kinachotumia mawasiliano ya mawimbi satelaiti na digital, kimetoa taarifa iliyokuwa gumzo sana duniani leo, Afrika na hasa Tanzania, kupitia kwa mtangazaji wao nguli mzaliwa wa Kenya, Lary Madoho, ambaye Lary Madoho siku chache huko nyuma alijitokeza kupitia Instagram akisema watu wenye ushahidi za video walizorekodi na simu zao wenyewe wamtumie ili atengeneze makala kuhusu kilichotokea Tanzania. Wa Tanzania naomba usaidizi tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM iko wazi, help us investigate what happened so we can tell the world. Asanteni sana, wengi wamenitumia, mamia ya watu wamenitumia picha ama video wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata nimezungumza na wenzangu wanahabari wabongo ambao pia wana mengi ya kusema, lakini hawawezi, na itachukua labda wiki ingine moja ama mbili, mimi na wenzangu tukifanya kile tunaita verification geolocation, tuhakikisha kwa kwamba ripoti yetu ya CNN iko sahihi na dunia inajua kilichotendeka kwa ukweli. Asanteni sana kwa usaidizi wenu. Nikinukuu sasa, ni kwamba CNN imedai kuwa matukio ya vifo vya waandamanaji yamefanywa kwa kiwango kikubwa sana nchini Tanzania, wakidai kupitia uchunguzi wa satelaiti wamegundua wamefanywa na askari polisi wenye uniform na kikundi kingine ambacho hakikuwa na uniform kisichojulikana walikuwa na silaha za moto. CNN imedai waandamanaji hawakuwa tishio, kwani baadhi yao walikuwa na mawe tu na fimbo na sio silaha kubwa. CNN imethibitisha video za mashahidi na uchambuzi wa sauti za risasi, yani forensic audio, ambazo wanasema zilikuwa ni risasi kweli na sio kelele tu. CNN wameongelea video waliodai ni mfano hai wa mwanamke mjamzito alilipuliwa wa risasi kwenye nyuma mgongoni alipokuwa akiomba kukimbia na CNN inadai alifariki. CNN inadai imepata video zilizothibitisha vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye baadhi ya hospitali wakiitaja Mwananyamala na nyingine kujaa huku maiti nyingine zikilindikwa chini na kupangwa juu ya nyingine. CNN imedai imepata video zilizothibitisha vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye baadhi ya hospitali l wakiitaja Mwananyamala na nyingine kujaa huku maiti nyingine zikilundikwa chini na kupangwa juu ya nyingine. CNN inadai daktari aliwaambia miili ilipelekwa mpaka kujaa na kupitiliza. CNN pia inadai familia za baadhi ya uhusika hawapati miili ya wapendwa wao Mfano, inadai mmoja ya mwanamke alitambua maiti ya kaka yake kwenye video ikiwa mochwari. Kwenye ripoti hiyo, CNN imebainisha kuwa picha kutoka sateliti yaani hai Resolution satellite imagery inaonyesha udongo uliovurugwa katika eneo la makaburi ya Kondo kaskazini mwa Dar es Salaam, wakidai eneo hilo linaashiria kufukiwa halaiki, yaani mass graves. Uchambuzi wa sateliti unadai kulichimbwa kati ya Novemba mbili na tano wakidai picha za ardhi, video za ground level zinaonyesha udongo uliovurugwa, nyasi zilizovunjika na madoa ya udongo wa mchanga. CNN haiwezi kutoa idadi kamili ya waliokufa japo chama kikuu cha upinzani Chadema kinadai kuwa ni karibu ya watu elfu mbili. Pamoja na hayo lakini, serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais Samia Suluhu imepinga madai yao ikisema inachunguza ripoti hiyo ya CNN. Tukumbuke pia kule nyuma, Wizara ya Afya ilikanusha kudaiwa kuwa miili imerundikwa hospitali ikiwemo hospitali ya Mwananyamala ikisema baadhi ya video hizo zilizosambaa siyo sahihi. Mwisho, CNN imedai huenda kuna viashiria vya, vya kufichwa kwa ushahidi baada ya kuanza kuhamishwa kwa miili miili tolewa nje ya vyumba vya kuhifadhia maiti na kuchimbwa kwa makaburi mapya ya alaiki. CNN pia imetaka makundi ya haki za binadamu na asasi za kimataifa kuangalia kwa undani masuala haya ya kuweka shinikizo serikali ichunguze kwa uhuru na uwazi. CNN inadai inatumia mbinu za uchunguzi wa msingi, yaani open source investigation, ikiwa ni pamoja na uchambuzi wa video sauti, metadata ya picha, pamoja na picha za satelaiti za tarehe husika, kuonyesha kuwa hati za kiuchunguzi ni za kisayansi na si tu mazungumzo ya watu mitandaoni wanaopiga kelele. Mtazamaji wa Mseto Midia, hiyo ndio taarifa nzito iliyoripotiwa na chombo kikubwa cha habari duniani CNN juu ya machafuko na vifyo vya uchaguzi, ambapo kama tunavyojua ukubwa wa CNN, basi habari hii imesambaa duniani kote hivi sasa. Lakini pamoja na hayo, serikali ya Tanzania imesema inafuatilia ripoti hiyo kisha itatoa kauli, na itakapotoa kauli hiyo basi tutakuletea hapa lakini, kama ilivyo matamanio yetu, ni wewe ukae tu na habari zote ziweze kukufikia kiganjani mwako. Basi pia ni kukumbushe mtazamaji wetu ambaye bado hujatusapoti, huweze kutusapoti sasa kwa chochote kupitia namba yetu ya Airtel Money 069018 9271 jina ni Patricia Mtalo. Sapoti yako itatutia nguvu kuendelea kukuletea habari nzito kama hizi ambazo huwezi kuzipata kokote. Utatuwezesha kutafuta zaidi ya habari, bando, vifaa na kadhalika. Tunasema asante kwa chochote, mia tano, elfu moja na hata zaidi. Asante kwa kutusikiliza mpaka mwisho. Hii ni chaneli yako pendwa Mseto Media, ambapo tulikuletea uchambuzi juu ya taarifa ya CNN kuhusu yaliyotokea Oktoba 29 Tanzania. Hakikisha ume